Familia ya mwanamuziki mmoja kutoka Congo inalilia haki baada ya jamaa yao kuuawa na mwili wake kutupwa kando ya bahari huko Diani, kaunti ya Kwale. Familia na marafiki wa Ngoto Koyani inadai kuwa njama fiche, kwani wiki tatu baadaye hakuna aliyekamatwa kuhusiana na mauaji yake. Kwa wiki tatu sasa, simanzi imegubika familia ya jamaa na marafiki wa mwanamuziki Ngoto Koyani almaarufu Blackstar aliyepatikana ameuawa kando ya bahari eneo la Diani, kaunti ya Kwale, mauaji yake yakisalia kitendawili kwa waliomfahamu. Mwanamuziki huyo kutoka Kongo anadaiwa kutolewa katika hoteli alimokuwa na kisha kuchapwa na kunyongwa kabla ya mwili wake kutupwa kando ya bahari Machi tarehe nane. Amekimbia vita Kongo, ni kama mtu amekimbia, eh, mvua kwa bahari, amekuja kukofia Kenya. Kitu tunaomba tu ni haki kutoka amekufa, tumefanya postmortem, amepatikana wamemnyonga, but paka saa hii tuna habari kutoka kwa serikali ya Kenya. Walimuua kwa hoteli yake pale alikuwa na lala, walipeleka mwili kutupa kwa kwa hiyo biti hapa karibu, tuna yeye ndani ya biti ya mifuku yake, ilikuwa na, ilikuwa na funguo ilikuwa na simu yake ilikuwa na bagi na pesa, ambayo bagi na pesa haikuonekana lakini picha picha ya wanduku ambao wamechukua wako naye. Wanalaumu vitengo vya usalama, kimya hiki kikiwapo wasiwasi kila kukicha. Blackstar ni mmoja wa wakimbizi kutoka Congo. Familia hii inadai haki na kuitaka idara ya DCI kuharakisha uchunguzi. Aidha, wanaitaka hoteli hiyo kutoa kamera za CCTV ili kubaini ni nani waliokuwa na marehemu kabla ya kuwawa. Watu washikwe. Mpaka sasa hakuna mtu yoyote kushikwa. Hakuna, hakuna, hakuna. CCTV iko lakini, na hiyo hoteli hakuna lolote nifanyika. Tunaomba uchunguzi ifanyike akeonekana. Marehemu amezikwa miziko eneo Mbaraki, kaunti ya Mombasa. Francis Mtelaki ringa ya yes Citizen.